ripoti ya sita kutoka shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam imewekwa hadharani. Hii ni ripoti ambayo imejikita kuangazia utendaji wa vyombo vya habari na eneo mahususi, safari hiyo amejiweka katika utendaji wa redio katika kuripoti uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ulifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Katika ripoti yenyewe yamebainika dosari kadhaa ambazo zimewekwa bayana baada ya kufanya utafiti kwenye baadhi ya redio hapa nchini. Katika mafungu yake, redio za kijamii, redio za kikanda pamoja na redio za kitaifa. Hilo ndilo ambalo tutalimulika kuangalia ripoti hiyo ya utafiti, ni kwa nini sasa imeona hivyo. Je, nini ambacho kinapaswa kufanywa na vyombo vya habari ili yasijirejee yale ambayo yameonekana ndani ya ripoti hii iliyotolewa na SJMC hii leo na kushuhudiwa na wanahabari na wahariri, lakini pia wanasiasa wakiwa ni miongoni mwa walioalikwa. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Yangu matumaini siku yako imekuwa ni njema kabisa. Hapa studio tumeungana na Dr. Zakaria Malima, yeye ndo mtafiti mkuu ambao amefanikisha ripoti hii ambayo sasa tutaikodolea macho kuona kwa nini wamekuja na hayo na wapi nati inabidi zikazwe ili mambo yaende sawia. Karibu sana dokta. Asante sana buheri. Asante mambo, anasemaje? Namshukuru Mungu, niko vizuri. Kwa nini kwanza mliamua kujielekeza kwenye redio tu, wakati uchaguzi uli uli. Uh, coverage ilikuwa kwenye televishen kwenye yeah. magazeti, mm. eh, tv mtandaoni, na mm. mambo kadha wa kadha, kwa sababu sasahivi vyombo vya habari vimetanuka kwelikweli. Ni kweli tulielekeza kwenye redio kwa sababu uchaguzi ni serikali za mitaa mm -hmm. na redio sasa hivi ziko nyingi huko mikoani na ndizo ambazo ziko karibu zaidi na wananchi kuliko televisheni kuliko magazeti mm, kwa wanasikiliza sana redio kuliko televisheni kuliko ingawa ma... wapo wanaosikiliza televishen wanaosoma magazeti, lakini si kwa ukubwa sana kama ambavyo wanasikiliza redio. Kwa maana tukaamua kujikita katika redio, tuone namna gani zina ripoti wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Hicho yes, mm, mm, ambacho pekee kiliwasukuma kuangalia tu redio kwa sababu ya ukubwa wake ama wingi wa watu uh... Si, Napa? si wingi wa watu mm -hmm. nimesema kwamba redio ndo ziko nyingi hukohuko huko, huko mikoani, mm -hmm. na wilayani, mm -hmm. na watu wengi wanazisikiliza kwa sababu ziko karibu nao, tumefundishwa proximity mm -hmm. kwa sababu akisikiliza tv ambayo iko Dar es Salaam ni sawa tv na impact yake, lakini haiwezi kulingana redio ambayo iko pale katika maeneo yake. Hmm. Anaona wanazungumza kitu ambacho kinamhusu yeye moja kwa moja. Kwao ni rahisi sana kukifuatilia, akaweza kujua wanaripoti vitu vya kwetu, ni wa kwetu hawa. Kwao ni rahisi sana kufuatilia na kusikiliza kwa urahisi kuliko magazeti ama kuliko TV. maeneo gani ambayo sasa baada ya utafiti wenu na ripoti kuiandika, mmeona hmm. haya yalikuwa ni shida zaidi? Kwanza tulifanya, tulifanya vyombo thelathini na tano ambavyo tulifanya utafiti katika hivyo kulikuwa na kituo kimoja cha taifa uh, TBC taifa, lakini zingine zote ni redio za leseni za, za wilaya na mikoa, pamoja na redio za kijamii tulizofanyia utafiti. Baada ya kufanya utafiti tukagundua, kulikuwa kuna kuna ambazo zimefanya vizuri sana, lakini kuna maeneo ambayo bado yana changamoto tuliyoyaona, kwa mfano kuripoti mafanikio ya wagombea hmm. Unapokuwa unafanya kuripoti serikali za mitaa lazima utwambie huyu mgombea kama alikuwepo anagombea, alikuwa ameahidi vitu gani na ametele, ametekeleza kwa namna gani. mm-hmm. Je, ametekeleza kwa asilimia kubwa ili atushawishi tuweze kumchagua tena, au tulivyomchagua akaenda akaendelea na mambo yake, sasa anakuja tena kuomba tena tumchague kwa mara ya pili. Kwa hapo vyombo vya habari tutakiwa kuripoti kila ambacho wamefanikiwa, na katika eneo hilo wa vyombo vya habari havikuripoti mafanikio ya wagombea. Mm. Asilimia tisini na moja havijaripoti kabisa mafanikio ya wagombea. Kwa tukaona hii ni changamoto. Huyu anakuja kugombea tena, alikuwepo. Hakuna namna ambayo anaweza kutushawishi bila kutuambia kwamba amefanikiwa katika mambo gani. Ametekeleza, ametekeleza mambo gani. Kwa hiyo, vyombo vya habari viwalinyima fursa wananchi ya kufahamu kwamba kwa, kwa nini tumchague tena mgombea wakati hajatekeleza au ametekeleza. Kwa hiyo changamoto moja ambayo tuliona, lakini vimeshindwa pia kuripoti sera za... Kabla tujenda kwenye sera hauoni yes. Kwamba vyombo vya habari vilikuwa vinaogopa kujiingiza kwenye mtego wa kuonekana kwamba wanampigia kampeni mgombea huyu kwa sababu anatetea nafasi yake mm. Wakati huu mwingine mpya mm. Labda hana ambayo ameshayatenda katika jamii mm. Jamii haito mfahamu itaendelea ku, kuendelea na haya ambayo amefanya huyu ya kufanikiwa peke yake ni kweli lakini, hata kama ni ndo mara ya kwanza anagombea mm. lazima kuna sehemu ambako aliwahi kufanya kazi, natakiwa kuripoti alipokuwa anafanya kazi huko, alifanikiwaje katika kazi aliyokuwa anaifanya. Hata kama ni mfanyabiashara, biashara amefanya biashara, kuna vitu fulani amevifanya ame, ame vinaonekana, utwambia alipokuwa anafanya biashara alifanya moja mbili tatu, ndo maana tu anaomba kuja kugombea nafasi ya mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu kuna vitu amevifanya vinaonekana, ko hawajaripoti hicho kitu na hapo mm. tunasema kwamba hawajawatendea haki wananchi ya kuchagua mtu ambaye wanajua kwamba tukimweka katika nafasi hii atatusaidia katika eneo hilo. Tuende kwenye sera, kwa sababu naamini watu wengi sana huwa wanajikita kumchagua mtu kwa kusikiliza, uh, ahadi zake hasa mm. ilani ambayo anakuja nayo mm. na ataenda kuwatendea nini mm. uh, wananchi husika eneo hilo, mliona nini? Eneo la ilani ya vyama vya uchaguzi ilikuwa bado kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu asilimia sabini pointi tatu ya stori zote ambazo ziliripotiwa zili pamoja na vipindi havijagusa kabisa ilani mm -hmm. kwa hiyo ni changamoto, lakini asilimia kumi na tano pointi tatu imegusa kwa kiasi kidogo na asilimia kumi imegusa lau kwa kiasi kikubwa. Kwa hii bado kuna changamoto kwa sababu unapokuwa una ripoti uchaguzi wa serikali za mitaa mgombea anasema ntantatengeneza nta, nta nta madawati mm, unalazima ulifai kwenye sera ya kwenye kwenye, kwenye, kwenye sera ya chama chake je, ama ilani ya chama chake hicho kitu kipo, kwa sababu kama wagombea watu wanatekeleza ilani za vyama vyao mm. Sasa kama kipo hawezi kutekeleza, atakuwa na wadanganya Labda anasema kwamba ntasaidia ujenzi wa, wa madarasa, tasaidia ujenzi wa hospitali, ntasaidia lakini ilani ya chama chake inasema hicho kitu. Kama hamwezi kulipoti kwa kulifaa kwenye ilani za vyama vyao, mnakuwa bado hamtendei wa haki wananchi, kwa sababu wanaweza kuta naongea vitu vya kudanganya, alafu mshamchagua asiweze kutekeleza, kwa sababu ilani yake ina hicho kitu. Kwa hiyo hmm. yes. kwenye ilani Uh, baada ya kuona kwenye ilani na kwenye kufanya vizuri mm. eneo gani sasa ambalo <laughs> hivi hizi redio mm. zilikuwa zimefanya vizuri kwenye kuripoti uh, uchaguzi wenyewe wa serikali za mitaa? Kwa sababu uh, imeonekana kwenye kutaja mafanikio mm. hali haikuwa nzuri mm. kwenye sera, vyombo redio zenyewe hazikuwa zimejikita uh, kuonesha sera za hawa uh, ama ilani yenyewe ya hawa wagombea, kwa hiyo mambo yalikuwa yanaonekana yanaeleaelea yana wapya ambako sasa, eh, kulikuwa imara kwenye hizi redio katika ripoti yao ya uchaguzi zinatofautiana kidogo mm -hmm. kwa sababu kuna redio ambazo kama h nimesema, kuna redio ambazo zina leseni za mikoa na wilaya, kuna ambazo zina leseni za kijamii, kuna redio ya taifa TBC taifa mm -hmm. TBC taifa yenyewe haikujihusisha sana na kuhoji wagombea kabisa haikujihusisha na kuhoji wagombea, pengine tunajua kwa sababu ni chombo cha taifa, kisije ikaonekana kwamba kinaanza kuleta upendeleo wa namna fulani. Kwa hiyo ikaamua kutojiingiza huko hmm. Lakini redio za wilaya na redio za kijamii zinatofautiana. Kuna maeneo ambazo redio za kijamii zimefanya vizuri, lakini kuna maeneo ambayo redio za, zenye leseni za wilaya na mikoa zimefanya vizuri kwa hiyo ndio changamoto, ndio, ndio tofauti iliyopo mm. Uh, uh, kwa mfano kwenye ripoti hii kama nikiangalia, ngoja nirifai kidogo vyanzo vya habari. Kwa mfano katika vyanzo vya habari tunaweza tukaangalia kabisa redio za jamii, okay zilikuwa na asilimia ishirini na nne katika vyanzo vya habari, wakati redio za mikoa pamoja na wilaya zilikuwa zimeripoti asilimia ishirini hmm, na saba pointi tano vyanzo vya habari, na hivyo ni vyanzo vitatu, vyanzo viwili na kuendelea, lakini vyanzo vitatu ama vinne na kuendelea zilikuwa zimeripoti kwa asilimia redio za, za, za, za, za wilaya pamoja na mikoa zilikuwa zimeripoti kwa asilimia ishirini na sita wakati redio za, za, za kijamii zikiwa zimepota kwa asilimia ishirini na moja. Kunaona redio za, za, za, za mikoa na wilaya katika kutumia vyanzo vingi vya habari zilikuwa zinafanya vizuri kidogo kuliko redio za, kijami, za kijamii. Hmm. Yes. Kwa hiyo eneo la vyanzo angalau mambo yalikuwa ni mazuri kidogo, ambapo katika hali ya kawaida kwenye uchaguzi lazima utakuwa na hizo sosi nyingi, nyingi. Yes, lazima uwe na sosi nyingi hmm, lakini bado sosi ni ndogo sana kwa sababu asilimia asilimia kubwa wametumia chanzo kimoja ama hakuna chanzo. Asilimia arobaini na sita chanzo ha kimoja au hakuna chanzo kabisa, taarifa inaruka mm. ina chanzo kimoja tu au hakina chanzo hapo, ambako hawakuwa ha na chanzo chochote. yes, tunapima chanzo, chanzo sifuri mpaka kimoja mm. Naziweka kwenye grupu moja hizo okay. Lakini vyanzo viwili, viwili mpaka vitatu kwenye grupu moja vyanzo vinne na kuendelea grupu jingine hilo. Ndio maana tunakuta hapo tuna asilimia za aina tatu, sehemu ya kwanza ambayo ni chanzo sifuri mpaka kimoja, asilimia arobaini na sita kwa redio za, za, za, za mikoa na wilaya, asilimia arobaini na sita hmm. lakini ile asilimia za redio za jamii asilimia hamsini na nne zinatumia chanzo sifuri mpaka chanzo kimoja katika, hmm. katika vyanzo vya habari hmm. kwa hiyo ni tunaona kwamba bado ziko chini sana walau tungetegemea kwanza asilimia hamsini na sita au asilimia arobaini na sita ziwe ni vyanzo vingi vya habari. Hapo tunaona taarifa hiyo imejitosheleza, yaani imeshiba. Kuna maoni humo, kuna kuna kuna opinion za, za vyanzo vya habari kuna maoni ya vyombo vya habari na vitu vingine kama hivyo viko kwenye sori hiyo. Unapokuwa mm. like, na chanzo kimoja, ina maana hakuna opinion, hakuna kitu chochote, ni huyo mgombea tu anaongea, anamaliza, anaondoka na. mm. yes. Na kwa nini hali ilikuwa hivyo kwenye utafiti wenu? Hali ilikuwa hivyo kwa sababu tulichogundua wenyewe, wanasema kwanza, katika uchaguzi huu, wanasema wagombea wengi hawakutaka kutumia vyombo vya habari. okay. Wanaamini kutembea nyumba kwa nyumba kutawasaidia sana kuuza sera zao na kuweza kuchaguliwa kuliko kutumia vyombo vya habari. Hicho ni cha kwanza, lakini cha pili, wengine hawaviamini redio za huko kwao, yani hawaamini kutumia redio ya huko kwao kwamba itawasaidia wananchi kuweza kuwafahamu. Hilo ni tatizo lingine. Cha tatu, wanasema sosi wenyewe hawataki kuzungumza okay. Sosi anaitwa kwenye, kwenye, kwenye kipindi anasema atakuja, kipindi kinafika haonekani. Kwa hiyo, nayo ni changamoto hiyo inayokumba vyombo vya habari. Lakini kingine tulichokiona ni kwamba vyombo vya habari hivi havijajiweka karibu sana na wananchi, kwa sababu tumegundua wananchi wa kawaida wamekosa fursa ya kuhojiwa na kutoa maoni yao katika taarifa na vipindi Yani, wamehojiwa kwa kiasi kidogo sana kuliko ambavyo wangeweza kupewa nafasi ya kuhojiwa kwa kiasi kikubwa. hawajahojiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutaona vyombo vya habari haviko karibu sana wananchi. Hicho ni changamoto ya pili. Lakini vilevile wanawake hawajapewa nafasi ya kuhojiwa kwa sababu wanasema kwamba wanawake hawakutaka kuhojiwa hmm. Tukagundua kwanini wataki kuhojiwa. Tukagundua kwamba kuna matatizo mawili hapo okay. Tatizo la kwanza ni mfumo tulionao wa Kitanzania, yaani mwanamke anasema akijitokeza kwenda kuhojiwa na mume wake hajui, inaweza ikaleta changamoto, anaonekana sasa anamzidi mume wake, yuko juu ya mume wake. Hiyo ni changamoto ya kwanza mm. Lakini changamoto ya pili ni kwamba hawajajenge, waandishi wa habari natakiwa kuwa karibu sana na wanawake, karibu sana na watu wa kawaida katika jamii, kwa sababu ukishakuwa naye atajua kwamba huu ni mwenzangu mm. Na, yani mnazungumza vitu vya kawaida kabisa, siku ukiwa na issue unataka kumhoji sasa, ni nataka kuipeleka kwenye kwenye chombo cha nataka kuipeleka hewani, atakubali kuongea kwa sababu alishakufahamu alishakuwa na uhusiano huko, atajua huyu ni mwenzangu, tunaongea vitu tuna, hata kama akivipeleka ni vya kawaida. Kwa hiyo msipokuwa na ukaribu na wananchi, msipokuwa na ukaribu na wanawake, hawata hawatawapa taarifa hmm. Wasipowapa wasipo wapa taarifa mnalaumu kwamba hawataki kuongea kwenye vyombo vya habari. Yes. Lakini katika hali ya kawaida kuna mambo ambayo uh, kwa uzoefu wetu sisi ambao tuko uh, tukifanya hizi shughuli kuna mambo ambayo wanawake ukiwafata, mm, watakuwa tayari kuzungumza, lakini kuna mambo haya ya mambo ya siasa na nini, mm, mara nyingi huwa wamekuwa wakirudi nyuma, vinginevyo mm, utawaona wale ambao ni wagombea wanaonekana yes. wana ufahamu au wanaweza wakajitokeza mm. ama wafuasi wachache tu wa wagombea mm. kuweza kufanya hivyo. Katika hali kama hiyo mm. kwa nini vyombo vya habari ndio vionekane ni shida badala ya wale wenyewe ambao ni wahusika? Tunaona ni shida kwa sababu hata wagombea hawajapewa nafasi ya kuhojiwa kabisa, wamepewa nafasi kidogo sana ya kuhojiwa na kutoa maoni yao. Kwa tunaona bado vyombo vya habari, unajua chombo cha habari kinahitaji sana sosi. Bila sosi huwezi kutengeneza habari mm. unless unatengeneza habari ambayo ina sosi mmoja, anatiririka naye amesema, akaongeza, akarudia mpaka mwisho, na hiyo sio habari ambazo tunazitaka sisi, sio habari iliyo bora. Habari iliyo bora lazima ina vyanzo vingi, kwa lazima vyombo vya habari vijenge uwezo ku, wa kuwakaribisha wananchi kuongea nao, wawe nao urafiki kwanza, wafanye nao urafiki kwanza kabla ya kwenda kwa hoji Yaani, ukishajengea urafiki na wananchi, ukishajengea urafiki na wanawake, watakuwa tayari kuzungumza na wewe. Lakini pia tumeona makundi maalum, kwa mfano watu wenye ulemavu mm -hmm. hawajahojiwa kabisa, kwa kiasi kidogo sana wamehojiwa na ni kama vyombo viwili tu vimehoji watu wenye ulemavu na wanaogombea. Kwa hiyo bado kuna changamoto hizo, vyombo vya habari natakiwa kujikita kutafuta watu makundi hayo kuyaibua kuyaibua na kuyapa uwezo wa, wa kuzungumza, lakini haviwezi kufanya hivyo kwa sababu tulichogundua kiingia resources zao vya vyombo vya habari ni, ni, ni, ni, ni changamoto. mm -hmm. Hawana, uchumi wao ni mgumu sana, wanashindwa hata kupeleka waandishi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa habari kwenye mikutano ya hadhara. Yaani mtu ana mkutano wa hadhara sehemu, si sehemu A lakini mwandishi anakwambia hana nauli ya kwenda kule kwenda kusikiliza na kuandika hiyo, ha hiyo habari. Sasa hiyo ni changamoto, vyombo vya habari vina shida sana ya kiuchumi. Tumeomba uh, watu wote wat, wa, wadau wote wa, wa habari wajaribu kusaidia vyombo vya habari na kama serikali inaweza ivisaidie vyombo vya habari hasa redio hizo zilizoko mikoani mm-hmm. natakiwa kujengewa uwezo sana wa kifedha wawe na uwezo wa kifedha. Wakishakuwa na uwezo wa kifedha, wanakuwa na uwezo wa kutuma waandishi kwenye mikutano ya hadhara, wanakuwa na uwezo wa kutengeneza stori wao wenyewe badala ya, kusikiliza, ya kusubiriza kwenda kuambiwa, kwa sababu stori nyingi sasa hivi ni za kuambiwa, habari za matukio tunaita official agenda za, kuma, za matukio hmm. Umeitwa na afisa TAKUKURU, anakwenda kuambiwa, unaandika habari, lakini hizo habari haziwezi kusaidia sana. Kuna, kuna mambo mengi sana yanatokea kwenye jamii na wengi, na wengi wanayafahamu lakini hawezi kuiandika, lazima apate resources ya kufuatilia mpaka apate mzizi wa hiyo taarifa ili aweze kuiandika hmm. Sasa inahitaji awe na, na fedha ya kusafiri kwenda kuhoji watu na kuzungumza na watu mbalimbali mbali kwa ajili ya kupata hiyo story, wanakosa hicho wanakosa hicho kitu. Sasa lazima wajengewe uwezo wa kifedha hmm. Lakini pia uwezo wa kufundishwa zaidi. Hmm. Wanahitaji kufundishwa. Waandishi wengi tunaona kwamba uwezo wao bado ni mdogo uh, hasa walioko huko mikoani na wilayani wengi, wengi wao elimu zao hazijawa kubwa sana k wanahitaji kuendelea kufundishwa, hasa mambo yanayohusiana na uchaguzi hmm. Wafundishe wajue namna ya kutumia vyanzo vya habari, wajue namna kwa ajili ya kuwashawishi wanawake habari kutoa chanzo cha ya kuwashawishi vijana, vijana tulichogundua vyombo vya habari vimewaripoti kama wapiga kura tu, mm-hmm. havijawaripoti kama wagombea mm. Sasa wanajiona kwamba kwamba wao wametengwa, hawezi hawawezi kugombea mm. Na, na jamii zetu zilivyo, akigombea kijana mdogo wanamwona kama hawezi, anatakiwa ni mtu mwenye makamu hivi, mtu mwenye ame, wanamfahamu ana uchumi mzuri ana nini, wanajua anaweza kutusaidia, lakini hawaamini vijana vyombo okay. vya habari vinatakiwa kuwekeza kwa vijana. Vijana ndio wengi sana katika uchaguzi, ndio wengi sana katika uchaguzi, lakini wamekuwa wame ripotiwa kama wapiga kura na wala si wagombea mm. Wanatakiwa kujengewa uwezo, wajione kwamba yes ni wapiga kura kwa wingi wao, lakini pia wanaweza kugombea hizo nafasi wakachaguliwa, wakawa viongozi okay. yes. mapendekezo yenu sasa ya ni epi kwa sababu baada ya kumalizika uchaguzi mm, wa serikali za mitaa kinachofuata ni uchaguzi mkuu na yes, bado hawa uh, hivi vyombo ambavyo vya redio ambavyo umepita huko na kufanya utafiti mm, ni miongoni mwa ambavyo bado vitakuwa kwenye shughuli la hiyo <laughs> ya yes, ni Oktoba, ni kweli, ni kweli. Tumesema kwanza, cha kwanza kuwe na training kwa haraka sana, training inahitajika sana kwa vyombo vyote vya habari vyote, mpaka redio na magazeti mpaka na TV wanahitaji ku, ku, kuwa trendi kuhusu kuripoti uchaguzi mkuu ujao wa mwaka huu. Wanatakiwa kufundishwa sana kuhusu kuripoti uchaguzi, na kuna vikezo, vigezo ambavyo tunavitumia namna ya kuripoti na vigezo ambavyo tumeviweka wakivifata, hivyo taarifa zitakuwa nzuri. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, wajengewe uwezo wa kifedha wajengee uwezo wa kifedha ili wawe na uwezo wa kutuma waandishi wao wao wenyewe, wawe na uwezo wa kuibua matatizo ambayo yako kwenye jamii na kuyafuatilia na kisha kuandika stori kabla ya kwenda kuitwa kwenda kuambiwa, yani, stori za kwao wenyewe, waibue stori waziandike wazirushe kwa lazima. Katika eneo hilo pia wawezeshwe hiyo, yes. mm. mm. ni mapendekezo mawili ambayo mme yatoa kwenye ripoti yako. Mengi mm. yako mengi, labda ngoja niyapitie hapa mapendekezo haya ambayo tumeyaweka. Uh, kwanza kwa uhuru wa vyombo vya habari, lazima vyombo vya habari viwe huru. mm. Visingiliwe na, na, na, na, na, na taasisi yoyote wawache, wawache wawe huru kuandika habari kwa uhuru wao. okay. Tumeona kwamba vyombo vya habari vingi vina uoga kwa mfano vilishindwa kuruhusu wananchi kupiga simu nyakati za uchaguzi katika vipindi vya uchaguzi mm. na kwa nini wanashindwa kuwaruhusu? Wanahofu kwamba wananchi wengi wanatumia neno mhemko, kwamba wananchi <laughs> wengi wana mihemko. Unaweza ukamruhusu kupiga simu, kumbe ana chuki na nudini mm. anapiga simu anasema nudini anafanya hivi na hivi na hivi, na wao hawana namna ya kuzuia hiyo taarifa isiende kwanza mm. I, akisema inaenda moja kwa moja, sasa wanasema Uh, serikali ina sheria kali, na akishasema hivyo wanakufata wewe, chombo chako kinafungiwa. wa, Wakaamua kuwazuia wasipige simu, wakafunga kabisa kipindi cha kupiga simu kisiwepo katika vipindi vya uchaguzi hmm. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza, na tunasema tuna, tuna, tuna vyombo vya habari viwe huru, sheria zisiwe kali sana za kuwabana, waachiwa wafanye kazi zao kwa uhuru. Lakini pendekezo la pili Uh, taarifa zao ama vipindi vyao vinatakiwa kuripoti kwa kuwauliza maswali magumu wagombea. Vyombo okay. V vingi vya habari vinaogopa kuwauliza maswali magumu. Wanafikiri kwamba ukiuliza maswali magumu wagombea wanaona kama wewe ni mpinzani hivi ko, hawataki kuharibu ile hali ya, ya kuonekana ni wapinzani hata kama anajua hili swali nikimchokonoa ni kimchokonoa ataeleza ambalo ni kwa ajili ya faida ya wananchi, hawezi kuuliza hilo swali. Wanataka kuuliza maswali rahisi rahisi, na wanasiasa wanataka maswali rahisi rahisi, waone mambo yaende vizuri. Kwa hiyo ni, ni, ni chapisho ambacho tulikiona, lakini uh, bajeti nishaizungumzia ya vyombo hmm, vya habari inatakiwa kuongezwa na vyombo vyote vitenge bajeti ya habari kwa sababu tunaingia kwenye uchaguzi mkuu maandalizi, yanatakiwa kuanza mapema, watafute bajeti za uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuwapeleka waandishi wa habari wao wenyewe, bila kusubiria upelekwe na chama fulani, kwa sababu changamoto iliyopo, kishapelekwa na chama fulani, unakuwa umefungwa miguu na mikono mm -hmm, utaripoti tu anachokitaka huyu aliye kupeleka na tunasikia kwamba akisha kupeleka, ukiandika tofauti unakutoa kwenye msafara msafa. la? <laughs> Sasa hiyo ni changamoto. okay. na tunashauri kabisa vyombo vya habari viwe na bajeti yao ya kujitegemea, viripoti kwa kujitegemea ili viwe huru. Amekusikia nudini, umefanya kitu fulani, wanakuita tuna tuna taarifa zako moja mbili tatu, unasemaje? Kwa sababu hawaja hawajakufandi wao ni fandi yako, atakuja atajibu. Okay. Lakini akiwa amekufundi wewe atakwambia wewe unaandika vitu umevitoa wapi? Mm. <laughs> Kwa hiyo itakuwa tafrani. <laughs> Itakuwa tafrani. Yes. <laughs> <laughs> Naam, ni mtafiti kutoka Shule Kuu ya uh, Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye pia ni mhadhiri pale, Dr. Zakaria Malima, ambaye leo wametoa ripoti ya utafiti wao wa sita ambayo ilikuwa imejiegemeza kuangazia hali ya vyombo vya habari kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wakilenga hasa eneo la redio ambako nakwambia walipoweka, uh, sampling yao ilikuwa ni redio thelathini na tano ambazo waliziangalia, moja ilikuwa ambayo inatangaza kitaifa, lakini nyingine zile za kijamii na zenye leseni ya mikoa kuweza kupima, na hali ya mambo inaonekana kuna baadhi ya mambo ambayo yana shida, na mwishoni hapa amemalizia kwa mapendekezo ambayo amekuwa nayo ni kushukuru sana. Mi naitwa sana, sana, Nurdin Selemani. Ndivyo ambavyo natamatisha uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usiku mwema usio na bugdha, na panapo majaliwa yake Allah tukutane tena kesho. Kwa heri kwa leo.